Hapana, yule ni kijana mdogo bado, tusimtoe mchezoni, ni kijana mdogo alokuwa ya, ya haraka, yani quickly umenelewa bwana. Lakini mimi ninachoamini kabisa, kila muda unavyozidi kuendelea, jincha zao anakuwa vizuri. Timu ya Simba leo, yani bahati tu ya kupachika nini ya kupachika nini ya kupachika magoli nyavuni ndio kilichokosekana, lakini mimi ninaamini kabisa jincha zao, au au sio ndio huyo huyo alotupa matokeo ya pointi tatu na nani na wale faction, kikubwa ni bahati, bahati tu yani haikuwa ya kwetu, lakini sio kwamba tumsingizie nani jicha zao, bado kimaamuzi alikuwa yuko vizuri na, nafasi ya golikipa eh, Musa Kamara, goli la kwanza mpira umedunda kunyavu, goli la pili inaonekana mpira ulimgonga ukamfuata mtu ukawa goli ambao mwamuzi alisema ofsaidi. Mara ya kwanza unafikiri eh, kutoka kwenye majeraha ambapo kwenye kikosi cha kwanza, labda inawezekana kupata ile eh, match fitness yake ya kawaida hilo uh, unaweza ukasema kweli kama alikuwa hayupo vizuri kwenye game fitness, kwa sababu amekaa nje muda mrefu. Lakini kikubwa ule mpira wa kwanza, goli la kwanza, uwezi ukamlaumu kwa sababu ule mpira ulidunda sawa. So, mpira wote unapodunda unakuwa unaongeza kasi, kwa hiyo ndio maana, ndio sababu iliyopelekea mpaka ashindwe kwa sababu timing yake alikuwa amesha dive, ameufuata mpira akiwa chini, ule mpira ukadunda ukaja juu, ndo akaugusa kidogo, mpira ukafanya ukaingia golini. Na goli la pili sio kama ulimgonga ule mpira, aliupanchi sasa alivyo punch ndo bahati mbaya ukaenda kwenye miguu ya nani, kwenye miguu ya mchezaji wa yule Mnaigeria, kwenye miguu ya mchezaji wa nini, wa wa wa, wa, wa nani wa Al Masry ukamgonga, ndo ukaingia nini, ukaingia golini. Lakini ukiangalia magoli yote ni magoli ya kimpira, ni vitu vya kawaida. Mimi naamini kabisa tutakuja kusawazisha makosa yetu. Mwalimu ameangalia eh, benchi la lo ufundi lote limeangalia makosa madogo madogo, kwa siku hizi sita saba zilizo kuwepo, wanaweza watarekebisha, especially pale mbele. Sawa, mimi naamini kabisa tutakuja tutapata nini magoli. Kikubwa wanatakiwa hii defense sawa, kama kuna makosa madogo madogo mwalimu arekebishe, wale Almasri wasije wakapata goli hapo, kwa sababu wakipata goli tayari wataongeza nini, wataongeza rod. Sasa rod ikiwa kubwa, mlima ukiwa mrefu, tutashindwa kuupanda. Lakini kikubwa, dakika 45 za kwanza inatakiwa tunaenda mapumziko eza, tuwe tume tume level scoreboard mbili mbili, tuende tukataftani kipindi cha pili au dakika 20 za kwanza tuwe tayari tushapata goli moja, ili tupe nguvu katika kutafuta nini, magoli alobaki. Lakini mimi nina uhakika kabisa, hapa ameshakufa AC Vita, wameshakufa eh, timu nyingi hapa zishakufa, umeelewa bwana. Simba alishakufa mkana hapa, alishatutangulia mbili, akaja hapa akatutangulia tena goli, lakini mwisho wa siku Simba tunaenda tunafanya nini tuna level scoreboard ikawa mbili moja, tukapata na goli la ngapi? Goli la tatu. Mimi naamini Simba kwa Mkapa, mbele ya mashabiki zake, tutakuwa bora zaidi, kama wao walivyokuwa bora na kupata magoli mawili kwao, na sisi hapa, mimi nina uhakika magoli mawili yanapatikana na kuendelea. Nataka, umetaja rekodi nzuri za Simba akiwa Dar es Salaam, lakini Simba pia na rekodi mbaya Dar es Salaam. Yudi songo aliondoa Simba hapa, Jwaneng Galaxy, Raja Kasablanka aliacha maafa hapa. Jeuri, kiburi, kujiamini, ujivuni wa kusema Simba anakwenda kufanya maajabu. Umeona nini kwenye Simba ya leo ambayo imepigwa mbili bila? Ah, uh, ukiangalia ile Simba ya udisongo kwanza, tulikuwa na dharau kwa sababu tayari tulishatoa sare away. Simba hakuna mechi ambayo yani ameshafungwa ugenini. Alafu akaja hapa, kuna kitu anakit anahitaji idadi fulani ya magoli afu akayakosa. Umeelewa? Mechi ambayo Simba amefungwa hapo akaja hapa akakosa idadi ya magoli ni mechi na Kaizer Chief. Na tulikosa goli moja tu na kwa sababu ya matumizi ya nafasi vile vile, Mugalu alikosa nafasi nyingi, na John Boko alikosa nafasi nyingi, tulifungwa goli nne hapa. Tukaja tukashinda goli ngapi? Goli tatu, lakini goli mbili, goli moja, Simba uwezo ukamtoa kirahisi. Mechi na haja Kasablanka ile ilikuwa ni ya makundi, na ile mechi uongozi wetu walikuwa auko katika nini, slogani yetu ya Simba nguvu moja, na ndio maana tulipoteza mechi. Lakini kwa Simba hii, utawala umetulia, benchi la ufundi liko vizuri, lina game plan nzuri. Hata wachezaji aina, wachezaji tulokuwa nao vile vile ni wachezaji wazuri Kip Dennis kuna mpanzu ni wachezaji ambao wana uwezo wa kufanya nini wa kuifungua defense ya aina yoyote ya timu yoyote, kwa sababu mi naamini mwarabu atakuja kukaa nyuma. Sasa kama klabu Constantine alikuja akakaa nyuma, alikuwa anahitaji apate angalau sare tu, ili aweze kwenda yeye, lakini akaja akachezea chuma ngapi soma mbili. Mimi nina uhakika Simba hata kama mwarabu atakuja kukaa nyuma, kwa sababu hata leo walikuwa wamebakisha idadi kubwa sana, namba kubwa sana ya wachezaji walikuwa wanakaa nyuma, wakawa wanashambulia kwa kutumia counter attack. Sasa yuko nyumbani kwake alikuwa anakaa nyuma, akija hapa Benjamin Mkapa ataenda kufanyaje? Tafsiri yake hata wakikaa nyuma, bado Simba tutakuwa na nafasi kubwa sana ya kufanya nini, ya kuwafungua. Alafu pili, hata kama watakaa nyuma, lazima watasababisha foul nyingi nje ya 18 na vilevile vile watasababisha penati vile vile, zitakuwa stafari, zitapatikana, kwa sababu kama ile Ateba ile ni penati kabisa, dhahiri shaili, ile ni penati. Kwa hiyo ile kama kwa sababu ile wako kwao walipata home advantage, lakini wakija kwetu nasi sisi tutapata home advantage. Kwa hiyo mimi naamini kabisa matumizi ya VAR yatatumika vizuri na zitapatikana hizo penati na vile vile hata magoli tutafanya nini yatapatikana. Imeonekana kama leo e, eh, Elim Panzu alikuwa na speed kuliko wenzake, alikuwa na yuko haraka kwenye matukio kuliko wenzake wanavyomfuata kwa namna ambavyo unamuona ili Mpanzu na mchezo unaofuata zidi Al Masry hapa Dar es Salaam, una, un, unasema nini kwa kiwango chake namna ambavyo umekiona leo? Ndio maana siku zote wanawaambiaga sawa, wanawaambiaga especially hawa watu wa upande wa pili, usijaribu kumfananisha Mpanzu na nani na Nkangalombo, ni vitu vili tofauti, yani ni quite different. Na wewe wenyewe leo mfano umeuona, wamecheza na Tabora, Nkangalombo kaingia, hamna kitu chochote alichokionyesha, lakini Elia Mpanzu, kwanza Nkangalombo ni mzito, lakini Elia Mpanzu ana speed hakuna watu wenye spidi kama Waarabu, lakini leo Waarabu wameshindwa kabisa kumkaba nani Elia Mpanzu. Kikubwa ni matumizi ya nafasi, kwa zile nafasi alizokuwa anazitengeneza na vilevile, atukuwa na bahati tu ya mpira kuingia nini kuingia nyavuni. Lakini kwa spidi Elia Mpanzu hapa Dar es Salaam itaongezeka mara mbili ya pale alikuwa ugenini. Sasa akiwa nyumbani hivi itakuwaje? Kwa hiyo mi naamini Waarabu watakuja kulala na viatu. Bwana, mashabiki wa Yanga wameanza wa, wa, wa, wa kutamba huko mitandaoni, wanasema kwa Simba hii kama haina haina Max Zingel na Pacome haiwezi kuvuka hatua inaofuata, kwa sababu hawana chaji wenye uzoefu wa kwenda hatua ya fainali kama ambavyo wanavyowao, wewe unaweza kusema nini GB 64? E, kwanza ungewauliza wao, walikuwa na huyo Max Zingel, walikuwa na Pacome, wameweza kwenda robo fainali? Hawajaweza. Mtu wa Simba sasa ndio alitakiwa aongee, kama una Elia Mpanzu kama una Kibu Denis, kama una Ateba, kama una jincha zaua auwezi, kama una pimpin Camara auwezi ukaenda robo finali. Ndio kitu nilichokiongea mimi. Yanga haiwezi kwenda robo finali kwa sababu hawana mpanzo, hawana Kibu Denis, hawana jincha zaua, unaendaje? Au una Ateba, au una mkwala, unaendaje robo finali? Na kweli hawakwenda. Sasa wao, sisi kwenda nusu finali, mimi na uhakika tunakwenda kwa sababu wachezaji tuliokuwa nao, mimi naamini goli mbili ni goli chache sana, kwa simu ni goli chache sana na nne kizuri ni kwamba eh, CAF imeufungua uwanja wa Benjamin Mkapa na wanasimba mnatumia kama silaha ya maangamizi mnapokuwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Sasa hebu zungumza na wanasimba kuelekea tarehe 9 ambao mnahitaji kuutumia uwanja wa Benjamin Mkapa, lupaso ndogo, kuwa silaha yenu kwenda hatua nusu finali. Mimi naamini kabisa kama wanasimba watanisikiliza, tutanunua tiketi vizuri, tukaujanza uwanja wa Benjamin Mkapa. Mimi naamini kabisa Simba wanaenda kutupa kitu Simba wanakwenda kutuingiza hatua ya nusu fainali, na hiyo tunamwahidi kabisa. Hata mama tunamwahidi yaani, awe na imani kabisa na Simba yake, na andae ndege ya kurudi tena Misri kwenda kucheza hatua ya nusu fainali na Zamalek. Mimi naamini kabisa Simba tunakwenda kikubwa, tujitokeze kwa wingi, tununue tiketi zetu, tununue jezi zetu, tuvae jezi nyekundu na nyeupe, yaani uwanja wote uwe jezi nyekundu na nyeupe. Lile ni tanuli la moto. Sasa tanuli linahitaji li kuni, kuni ni kelele za mashabiki wa Simba pamoja na mashabiki wake. Wote tujae uwanjani tupige kelele, tuhamasishwe wachezaji wetu kama wameweza kucheza kwa kiwango kile wakiwa away. Kwenye kelele za wale mabwana, mashabiki wa Simba walikuwa hata hamsini hawafiki. Wao wako zaidi ya 10,000. Alafu wamecheza kwa kiwango kile. Vipi tukijazana uwanja wa Benjamin Mkapa? Nini kitakachotokea? Tutawapa morali ya aina gani? Kwa hiyo ili kuongeza morali ya wachezaji wetu, inatakiwa tuongeze namba ya mchezaji wa 12. Kwa hiyo mashabiki wa Simba tuondokane na dhana za kusema kwamba Simba tayari tumeshatoka. Nimesema aliyepungukiwa na imani basi aniguse mimi, imani itaongezeka. Mimi naamini kabisa Simba inakwenda robo finali, nusu finali. Na Simba sipokwenda nusu finali, mimi inawezekana ikawa mwisho wa kuacha kuongea masuala ya mpira kwenye media. Nitabakia kuwa mshabiki na mwanachama wa Simba, lakini na uhakika Simba anakwenda asipokwenda, mimi naachana kabisa na habari ya kufanya nini ya kuongea mpira kwenye media, lakini Simba tunakwenda robo, nusu finali. Ibwana, la mwisho kwako GB, eh, ukipata nafasi, kwa kikosi ulivyokiona cha Simba, unaamini kunatakiwa kuona mabadiliko yote kuelekea mchezo unaofuata? Labda kuna mtu aanze au kuna mtu aende kwenye mbao? Ah, pale kwenye nafasi ya Ateba anatakiwa aanze Mkwara, yani Mkwara pale anatakiwa afanye nini, anatakiwa aanze. mm -hmm. au kama mwalimu akishindwa kuamini masteka wake wote, basi Kibu Denis acheze kama nini, kama force namba 9 winga kulia acheze cha Sambi, winga kushoto acheze Mpanzu. Kuchasambi ana uwezo kama wa dizaini ya Mpanzu. Wote wana spidi. Mimi nadhani tunaenda kupata kitu kikubwa kama Kibu atacheza ndani pale. Alafu Chasambi atatokea pembeni, alafu Mpanzu atatokea wapi? Atatokea upande wa nini? Upande wa kulia. Lakini kikubwa kama atataka kumtumia Mukwala basi Kibdeni si atoke upande wa kulia kushoto, kushoto atokee nani? Mpanzu. Basi namba tisa pale anatakiwa aanze Mukwala. Baadaye Ateba atakuja atafanya nini? Ataingia. Au akishindwa kabisa basi achezeshe double striker Mukwala pamoja na nani? Na Ateba. Umeelewa eh? Yeah. E, Mukwala na Ateba wacheze wa, wa pale mmoja awe kama nini awe kama second striker. Kulia Kibu, kushoto acheze nani acheze Mpanzu, aako nyuma yao hapa acheze Fabrice Ngoma i au a, a, a, a, a, aje ingie kipindi cha pili. Mimi ninaacha kabisa kuongea maswala ya mpira, nitapumzika. Msimu mzima uliobaki nitapumzika, nitaangalia huko mwakani tena ni option nitaangalia, lakini nitasimama kabisa masuala ya kuongea mpira kama Simba asipoenda nusu fainali kwa kushindwa kuwafunga wale Almasry goli zaidi ya goli mbili.